Kama taifa a, la Kenya. Naam, mtazamaji naye, mwanamuziki chipukizi Stella Maina kutoka Kaharati, Kaunti ya Murang'a amepata fursa adimu ya kurekodi video ya mziki wake bila malipo kwa hisani ya Viusasa. Naam, hii ni baada ya kipaji chake kutambulika wakati wa msafara wa Jipange na Viusasa uliohitimisha ziara yake eneo la kati. Naam, kwa kujiunga na Viusasa na kutazama vipindi kwa shilingi hamsini tu pekee, mashabiki kujiunga na Viusasa kwa shilingi hamsini ili kufurahia vipindi mbalimbali mbali na kupata fursa ya kujishindia hadi shilingi milioni mbili theste so for, for that particular song venye nimeona na Viusasa inaibua na ina promote wasanii, kama tumepata msichana hapa Kaharati anaitwa Stacy. So mimi pamoja na Viusasa tumeamua tutamtolea ngoma nyingine mpya na video. Nimekuwa na nyimbo but nimekuwa sina uwezo ya kwenda studio kushoot video kuweka audio. Nimepata Viusasa itanisimamia video na nimefurahia sana, watakuwa wamenisaidia, at least nitaweza kuinua usanii wangu, nifike mahali penye napenda kufika.